Tumesikia wengi wako jera jera juu ju ya mama mwanamke kaa wewe na mtoto wake mnapanga panga jama muwekere bwana yangu wa muna adabu. Ui wangu wa edi jera. Wangu wa edi jera. Juu ju yako. Ni wewe ama ni sista yako? Umerarona wewe. Wasichana wana adabu. Na mama yangu. Wasichana wana adabu. Ati muna rara na baba yeyo. Aliambia kuna mwanamke mwingine wana kuangana bwana yangu. Sa nikakuja nijue ni huyo mwanamke ni, ni, ni, ni mgani mimi juu sijui kama bibi wangu anakuanga na wana wake wengine. Sa ndio mm. maana niko hapa mm. Hapana, kuna kitu naona sielewi. Aki sielewi, kuna kitu sielewi. Kusema kweli, kuna kitu sielewi mimi kuna kitu sielewi mimi, na muniambie. Kuna kitu sielewi mimi, mimi mtaniambia. mko kanayo baya sana, na muniambie, na anaenda wapi? Hapa uh, tumepatana na mtu mwenye tumekuwa tunaelezewa hapa na Eva kwamba ni, ni bibi yake Jeff amefika hapa na tunaona ameandamana hapa na mtu mwingine ambaye tujui ni nani. Niko fine. Niko fine. Yeah. Okay, asanti. Eh, Madhe kabla hatujafika mbali kuna mtu unajua hapa? Kado na mtu mekuja naye ye? Huu na mjua. Huu na mjua? Unamjua? mm -hmm. Eh, una mjua kama nani? Huu ni sister in law angu. Oh, sister in law ako. mm -hmm. Kwa mnaongea? Eh, tunaongea anga. Eh, mwisho mwongea lini na ye? Last week. Last week? Ya, yeah. Yeah, metoka kusema saizi mwongea jana. Uh -huh. Hmm? Mwongea jana wewe? Ama ulikuwa unatudanganya? Mmeongea na yeye jana. Mmeongea jana sauti kidogo. Mmeongea jana na yeye. Mhm. Mm-hmm. Mm. Mara uko ongea na yeye jana? Mhm, by the way tuliongea saa eh, yeah, tuliongea. Mhm. Mm-hmm. Ulikuwa unanificha sasa ulu. Unanidanganya? <coughs> Sasa nilikuwa nashindwa sasa unaniingia. Ama kuna mchezo mko ye, <coughs> <Pa>, na yeye labda. Hapana. Mhm. Okay, sasa hapa hivi kuna issue ilitokea, na ndio kitu inafanya tunakaa hiki kao hapa mm. E, kupatana, umesema unajua huyu peke yake eh, hao wengine pia utawajua ni nani? Oh, hivi ni msichana wangu wao. huyu ni msichana yako yeah. oh yeah. So, mnaka kufanana yeah. ni ka first born kangu, o, first born wako yeah. Okay, sawa sawa, sasa hapa eh, hivi issue iko hapa mm -hmm. Eh, sijui kama uko na bwana si ndio? Yani yeah, uko na bwana uko bwana yeah. Eh, bwana wako umemwacha wapi mtu uh -huh. uh -huh. So, amefanya tu mkuje hapa ni Evelyn. Ndiye amefanya uh -huh. mkuje hapa. Na kuna vitu mimi sitakuwa mwongo. Evelyn amekuja hapa na kuna vitu so, ameguzia hapa na zilikuwa zinakuhusu wewe. Ndo tukaona ni vyema tukutafute wewe pia ukuje utupe saidi yako tukusikize tuone unasema namna gani ya yeah. Huyu eh, hapa anaitwa Ann, na mm huyu -hmm. hapa anaitwa Bobo, huyu ni mtoto wake huyu E, eh, na huyu amekuwa anakaa US mm -hmm. eh, sijui kama ushawaisikia stori na US labda kwa, m, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, nini, kwa, kwa stori zenye mnapiga na marafiki zenu ama na Eva ama na bwana yako e, eh, mambo ya, ya US naijuanga na, na mm. Sasa hiyo ndio kitu imetukalisha hapa na kuna confusion kidogo imeku, imekuwa hapa mm -hmm. na ni kutoka juzi nadhani vile eh, tulienda kupokea an airport, mm -hmm. eh, tulienda tuka pamoja venye tuko hivi nyinyi pekeni kama amko tulikuwa hivi mm -hmm. lakini mambo ikatokea na mambo ilitokea mm -hmm. ndio bado inasumbua mpaka saa hizi mm -hmm. eh, so tunajaribu kupata ukweli ili tupate usaidizi mm -hmm kwa mtu ambaye anahitaji usaidizi so ni anahitaji na usaidizi. Nataka nipatie Evelyn nafasi aweze kukuongelesha wewe, nakuambie mbona amekuleta hapa na umekuja kufanya nini sasa, yeah. mm -hmm. ukweli ni kwamba ile kitu yenye imefanya nikuita hapa, na umekuwa ukiniambia venye bwanako anakufanyia maneno, venye mnaendelea, na ni vizuri umekuwa ukijua mimi ni, ni sista ya bwanako, sista ya bwanangu ndio naenda kukuelezea sasa. Mm -hmm. Bwana yako ni bwana ya sista yangu, huyu bwana ya sista yako tagurini na sista yangu ha, ha, amekuwa kama ham, amekuwa nje ya nje. Hata alikuja jana, kwa hivyo hiyo maneno haijui na pia wewe hauijui, na leo ndio anataka mjue, ujue, ujue, tujuane na wewe ile pesa yangu yote natumanga ndio anapeangwa, ndio maana umeletwa hapa tujua na wewe. Nataka kukujua saa hii. Nataka uta, kukujua sahi. Utanijua sahi. Utanijua eh, saa hii goja, fanya kenye unataka. Kumbe zile pesa zote natumia, pesa zote zile natumanga. Okay. Zinapelekwa huku na mzee wangu Shidea na Jeff utajua. Unaona kuna mtoto mkubwa Jaribu jaribu. Wewe, wewe, wewe. Ah, ah, tafadhali usiende huko. Ati huna. Unataka kupiga mama yangu kwani ni ni mama mama yako, yako. Kwanza ndio kwa ngare kwa mama yako. Mfupi, mfupi. Mimi kama mama yangu. Wakora, Wakora wa US. Please. Tafadhali, usipigane nani. Tukae chini. Jaribu kunipoa.

Sawa tulia. Kuna kitu nataka kufanya. Sasa kuongea mimi kwa saa hii. Hii mambo imekuwa too much. Na nitasemea hata hapa. Sawa, unajua hajaongea bado. Anasikia? Hajaongea bado na anajaribu kusaidia yake. Wacha nikwambie.

Tafadhali, jamaa, aina haja tupigane, hatutaki tuleta shida mingi madhe. Tutasaidiana tu kitu itaisha na itakuwa mambo, itakuwa sawa, hebu songesha kidogo. Utajua, ujui wewe, tutakuonyesha tutakumaliza wewe. Wachache hatumtaki kwa maisha yetu mimi na mamangu na babangu na babangu. Ndio tunawataka unafanana na mamako, mimi ninafanana na babangu, ninyi ni eh.

juu yako ni wewe, ama ni sista yako? Umeraro na wewe, wasichana wana adabu, wasichana wana adabu? Ati munarara na baba yenu kitu gani? Ni walevi yao. Tafadhali, tafadhali, tutulie. Ni walevi mevuta bangi. Asipoingia ni vile amefanya mambo mzuri, asipoingia juu amefanya vitu nzuri, kukeria baba yenu ndio aende jera U, juu ya Kani shaba yetu unaingia ndoa za wenyewe, mzee ndani ya ndoa kujua maskini uko na pesa gani? Ukiona mtu wako na kitu yake afika mwisho. Tafadhali please, tutulia sawa, made tulia. Tafadhali tulia, tuongee made tulia. <laughs> <laughs> Tulia tuongee. Kwa hivyo wewe ni huyo nani, Jeff? ni bwana yako? Jeff ni bwana wangu na nimezaa umezaa naye watoto wangapi? Watatu. Huyu ni first born kuna wawili nyuma yake. Umejuana na Jeff sahi kwa muda gani? Jeff, tuko na miaka 20 sahi. umejuana huyu umejuana ama meoana... Tumeoana. 20 eh. years tukazaa watoto eh. Ukisema yeah. Huyu ako na miaka 20, sio mtoto wa Jeff? Ah uh, ah wa Jeff mao 21, amejuana 20. mm. Mtoto si mtoto si wa Jeff. Jeff, tukipatana na yeye nilipata mimba kwa eh. Oh sasa, ulienda kwake ka uko na mimba ya huyu? e, e, ya miezi 7. Mm, madam, umejuana na Jeff kwa muda gani? tuna adabu kile. Huyu anasema amejuana na Jeff kwa 20 years. umejuana na Jeff Hmm? Mimi nimechanganyikiwa na Jeff kwa muda gani? 18 years. Nimechanganyikiwa eh? Mimi. Kwa hivyo Jen alikuwaje nani? Jeff alijua huyu mbele yako, sindio? Mimi hakuniambia hakuwa na bibi na hati hati, hakuniambia hakuwa na bibi na hiyo, yeah. hapa siingii kwa hiyo box, hakuwa na bibi na tumekaa na hiyo wakati wote, na nimeenda huko nikipata pesa na watumia natumia, vijana wake wanaitwa kanini

Ah, babangu alimpenda hivi ujue pesa ya mama yako hey, hey, hey, ilikuwa hey, hey, inasaidia ya hawa hey, hey, na hivyo ndio hey, najaribu kukuambia hey, mnaniingililia hapa na maneno hata mnataka kunipiga. Kuna, kuna, kuna shamba kuna na, eh, yeah. Kirinyaga. Na pesa yangu ni ya bwana yangu si ya ya ya ya ya yako. Ni yako na muda gani shabani yangu na bwana yangu. Jeff alitoa wapi pesa ya kununua shambani pesa ya kununua shamba? Ujui mambo ile iko. Hakuna kitu unajua. Bwana, agwa na adabu, miss wewe, sikuwa kwa nini unasema na adabu ev, eh, na nani? Evelyn umesema unaitwa nani mathe? Mimi naitwa mama Shiro. Mama Shiro. A, Ma Evelyn na mama Shiro, nyinyi ni marafiki, si ndio? Eh, nyinyi mna mnaongea vitu zenu, mnapatana si ndio? Mm. Eh, sasa Evelyn amekuja hapa kutuambia uni sister yake, by the way. Eh, naisho nyenye tulipata A kwa huyo bwana wake nyenye alifanya, ndio ikapea huyo hasira mpaka saizi yake yuko sawa, alipata ameenda na mtoto wake. Ala. Ni vitu najaribu kuambia ili tuelewane, tuweze kuongea tunachokuwa mamangu wewe.

Ni mwanamke mgani anatiaga bwana yake watoto? Wasichana unatia bwana? Mwanamke mjinga. Unaenda unaacha bwana yako na watoto utaichua bwana yangu. Hmm. Kitu na wasichana wake hmm, hiyo labda huyu hmm, kuna fenye hmm. Na sasa, na sasa na wewe, made, mama Shiro, Hmm. hmm, wewe unasikia aje, ama wewe umeichukulia aje? Si jambo mzuri lakini, hmm, siwezi amini huyu mwanamke hmm. Wacha nikuambie, wanawake, mwanamke akipata mwanamke mwingine kwa boma hmm, kuna fenya anatakaga kuharibia ule mwanaume boma yake ni wengi sana, tumesikia kwa boma. Niliambiwa huko wewe hakuna mahali amekuhesabia. Ungekuwa akili laki ungekuwa ndio ungejua hakuna kitu. Unajua wewe wewe usacha hapa, ndio maana alikuja. Basi he, wewe ndio unajiona ujachapa eh? Ni mwanamke amedaganywa. Sasa wewe huna kaa kwao, mimi nakaa kwa kina bwana wa nyumbani eh, na niko na mali. Mimi siwezi kuja Nairobi, pale kwangu kuna kila kitu mm. Niko na shaba mm. mm. niko na wafanyikazi Nikona ngombe na busi huko, na niko na do pesa nayo, niko nayo mm. tunasema mtoto wako kwa kwa uko na nyinyi wawili, pesa yako. pesa yako di my mom <coughs> <coughs> So kwa hivyo urafiki yako na ni mama mamashiro na ev niamdaganisai Hey, iko na muda. Tu hmm. Hmm. Na iko na muda tulipatanie kikomba. Na sasa kama mmeongea jana, mmesema mmeongea jana, mmeongea kuhusu nini na Eva? Ama mmeongea kuhusu kukuja hapa kutukumbaza akili? Bana, kuna venye aliniambia kuna jambo imetokea hmm. kuna mwanamke na Saidi ananiambia ni sista yake. Na huyu sista yake ananiambia jana kwamba ni sista yake. Hakuniambia, aliniambia kuna mwanamke mwingine hmm. wanakuanga na bwana yangu sasa nikakuja nijue ni huyo mwanamke ni mgani mimi, mi juu, sijui kama bibi wangu anakuanga na wanawake wengine mm. Sasa ndio maana niko hapa oh. Sasa kwa hivyo nani, Eva wewe, unajaribu kuruka. Uliruka jana sister yako, ukiambia ukiongea na mama Shiru kumwambia kwamba ni sister yako, ulimwambia ni mwanamke mwana mwingine. Ni ukweli ulisema hivyo aje? Amesema hapa amesema kwamba uniambia kuna mwanamke mwingine anacheza na bwanangu, wanaishi kwanza, uliniambia wameishi. Hii kesi yote, wache babangu akuje hapa. Ndio tusikie. mambo ya kushinda tukirusha na rushiana mdomo, mtu huku apauke, huku apaukepaukee, simuwache babangu akuje tusolve hii kesi, aelezee mambo ni kweli, wacha akuja Utakanwa. Aha, utapenda vile vile mlikuwa mnaishi hivyo? Ukienda ushago na sisi, kaa ile baba yangu, ukiangalia hivi, ukiangalia hivi, do I look like kama watu wa ushago? Sasa ukizikwa utazikwa wapi? Ukikufa saa hii utazikwa wapi? Sisi tuko na shamba yako. Kwa nini, kwa nini wewe na sisi hapa kufanya ya Nairobi na ni pesa yangu? Ushago yetu ina pamba, tuko tumejenga bungalow, sasa kwa wapi bungalow na baba yangu, wacha kwa pesa Bwana wako ako na pesa nami niko na biashara. Bwana wako pesa ako naye anatoa wapi? Pesa yake. Si yako na biashara zake Nairobi, tuko na busi, ngombe kila kitu iko ushago. Sasa kwa hivyo unasema bwana yako ako na business anafanya hiyo business, ndio amenua nayo shamba, ndio amewajengea nayo nyumba eh? Mm, nakoni, jobless kama hujui no, na, eh, na kila kitu, mi ndiyo umsaidia, mi ndiyo nimemweka na kila kitu nimebai bibi ya maskini na bibi ya maskini hivyo hivyo hivyo, na babangu alinileta nikimtisha, niwaulize unajua hii mchezo yenu nani? Eva, Eva, hii mchezo yako na mama Shiro ni kama naiona, kwa sababu uwezi niambia kwamba mlikuwa marafiki mnaongea pamoja, alafu sahizi uko naruka hawa watu, lakini hakuna kitu nyona react. Mmekuja kutudanganya ama nikitia ukweli, mnasema kutudanganya. Ni vile niliona niki huyu, uh, nilimwambia akaruka. Ndio maana nikapigia ule, nikajua nikimwambia maneno ya ukweli akiwa huko mm atakuja so mi niliongea hivyo ndio nimlete karibu aweze kukuja. Okay, wacha tufanye hivi, naomba tusitoke, kila mtu asitoke hapa. Nataka tutafutane na, na Jeff, ili akuje aelewe hii maneno iko hapa, natuambie mwenyewe, ndio atafute akuje aniambie uni nani na walipatania wapi.